Kuna hii nyimbo Bahati ametoa ametoa juzi ah, hii inaitwa seti. Yani kama wewe ni mtu ambaye anaelewa mziki kabisa, watu ambao wanaoelewa mziki, hata mkiangalia hii talent yani, Bahati ni mtu ambaye sahi ana msimamo kabisa na gabisa. Nimeishi kuisema hapa mimi, huwa naisema hapa kila siku, seti sio nyimbo hiyo, si nyimbo. Umepotea Bahati. Wakati wasanii wenzako wanaopambana watoe nyimbo za maana, watoe video za heshima, we unatoa nyimbo tu ya kifedhule, nyimbo ajaba mwanamke ana danzi tu amevalia thong, lakini sitaongea sana sababu hata mwanamke mwenyewe alokuwa na danzi naye amebeba hata kushinda huyo Diana wako amebeba kuliko huyo kisunguli wako hapo. <laughs> Okay, mimi leo sitaki kuongea sana kuhusu uh, hii stori kuhusu hii kilipu nimeona inatembea hapo kwa mtandao sababu uh, mimi siko hapa ni kujaji Bahati, sababu sio mimi lookupa hiyo kipaji ki, ki, hicho cha jaba unachotumia kuimba nyimbo za kifedhule. Atakaye kuja kujaji tu na alookupa hiyo talent yako ya kifedhule, ila pointi zangu ni chachi. Bahati, wewe ni ule hule kijana alokuwa na swear for the first time na akisema hata mwacha Mwenyezi Mungu wakati ulikuwa umeanza kuimba gospel. Lakini baada ya wewe kukaakaa hapa kwa industry, ukaanza kutumia hizi vitu mbaya mbaya. Saa sahii umeanza kushuti video, umevalia pumps yani kabisa. Hata hiyo ndio kitu ambayo imeniaka wasiwasi kuona mnashuti video uko umevaa kama mwanamke kabisa. Na hata kama hii ni kiki haisi, kiki inabidi utuambie kama hii ni forex utuambie, mimi shabiki zangu mniko ndani ya forex, kuliko situe kama mashabiki zako na watu kuelewe, unakuja unatuchanganya tu wakati tunategemea utupe video za heshima, utupe nyimbo za heshima, unakuja kuona unatuaibisha wakati kwa hizi video zako za kifedhule.